Na mtazamaji, huenda tatizo la uhaba wa maji katika kijiji cha Wamumali kilichoko wodi ya Kabula eneo bunge la Bumula ilikazikwa katika kaburi la sahau. Hii ni baada ya serikali kuu kupitia shirika la maji la Lake Victoria North Water Works Development Agency kuanzisha mradi wa maji utakaogharimu zaidi ya shilingi milioni 12. Mradi huo ambao umefikia asilimia 30 unatazamiwa kukamilika mwezi Machi na kuwafaidi zaidi ya wakazi 1000 katika kijiji hicho wakazi wa kijiji hicho wakizungumza na waandishi wa habari wameelezea kukumbwa na changamoto ya ukosefu wa maji. Last year tulimaliza miezi sita bila maji, tunaenda mtoni ile maji ya visima, maji mbaya, tukikonjeka tukihara. Lakini saa hii mbunge ametuletea, mbunge wetu wa mboga, tumefurahi kutuletea hii matangi. Tunatarajia huu mradi ufikie watu kama nyumba elfu moja na kuendelea na mradi wenyewe mahali tumefikia ni kama tunafika 30% na kufikia huu mwezi unakuja ukianza, tutakuwa around 50%. February ikiisha mradi utakuwa umekamilika. So leo tumekuja na contractor kuanza phase 2 ambayo ni equipping. And part of the equipping ni kulay pipeline and specifically wa Mali we are laying a pipeline of uh, 1.8 kilometers ikienda kwa wananchi so that wananchi wanaweza tap na waweze kupata maji mahali ambapo wapo, alafu we will also do a water point hapa Wamumali, ambapo any other person mwenye hawezi tapikuja kwa boma yake anaweza kuja ya.